Assalamu alaikum na karibu sana. Alaikum salam, nashukuru. Zelensky amekataa pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku tatu akisema ni kujionyesha tu. Je, huu ni msimamo wa kimkakati au wa kisiasa? Eh, nashindwa kueleza moja moja wa kimkakati au wa nini, lakini naona yuko sawa. Yuko sawa kwa sababu uh, usitishaji wa siku tatu, kwa nini wasisitishe? kama vile Ukraine wamesema kuwa kulikuwa kuna kwa sababu kulikuwepo na ombi la siku thelathini ambayo lilikubaliwa na Marekani na Ukraine awali. Urusi akaliwekea masharti magumu akakataa. Sasa, kwa nini unapokuwa wewe una jambo lako sisi tufate? Kwa sababu kama hakuna haya maadhimisho Urusi asingekuwa na usitishaji. Kwahiyo ni kama Urusi anatafuta utulivu kwa ajili ya kumaliza kazi yake. Wana haki Ukraine kukubali au kukataa. Kuwa, tutasitisha au atusitishe au tukuvurugie kabisa ili uone kuwa tuna, tunachokihitaji ni tofauti kwa sababu kuna maadhimisho ambayo yataanza tarehe nane mpaka tarehe kumi Haya ni maadhimisho ya, ya sherehe ambayo hufanyika kila mwaka Urusi na ni kumbukumbu ya kumalizika kwa vita ya pili ya dunia miaka 80 sasa. Ni hafla kubwa, sherehe kubwa. Sasa, sio rahisi Urusi angeendelea na mapigano katika kipindi hiki wakati wapo kwenye sherehe Ukirudi mwaka mmoja nyuma, Ukraini walikuwa hawajavuka mstari kuingia ndani, maana yake kuwa waliweza kufanya hizi sherehe bila shida yoyote, kwa sababu droni za Ukraini zilikuwa haziendi upande wa pili, lakini sasa tunazungumza mwaka mmoja kuwa Ukraini anaweza kupiga eneo la Urusi kwa ndani, ndio maana Urusi wanawambia nini, sisitishi tuendelee hivyo ili tuvuruge kila kitu kama nia ya yako ya kusitisha shi, yani tumalize jumla. Lakini huwezi ukaniweka eti kwa siku tatu unazotaka wewe, kwa sababu wewe una sherehe na wageni wako wa, wakae salama. Yani ni sawa sawa mimi na wewe tunakaa mtaa mmoja, kila siku nikikuomba bwana eh, hili swala tulimalize hakuna staki. Lakini leo una sherehe, unaozesha kijana wako unaniambia, bwana tunaacha vita kwa siku tatu mpaka nimalize sherehe yangu ya harusi, alafu tuje tuendelee wote, nikubalia? Sidhani kama tunaambia siku zote tunakuambia, haiwezekani kama kupigana tupigane, na kama tuvuruge sherehe ya, ya, ya kwako tuivuruge mm. Ndio jibu linakuja hivyo. Urusi imesema kwamba pendekezo hili linaendana na kumbukumbu -kumbu ya ushindi wa vita ya pili ya dunia. Unadhani, Rahbije, ni kweli ama ni kisingizio tu cha kulinda sura mbele ya wageni wake wa kimataifa ambao wanawatarajia ni kweli wanachokisema Urusi ni kumbukumbu ya kumalizika kwa vita, ambayo kuwa si tu hii sherehe inasherekewa ndani ya Urusi, hata baadhi ya nchi za Ulaya zinasherekea ikiwemo Uingereza kwa, kwa sababu kuna nchi zilipigana wakati huo zikipigana na upande wa Urusi kupigana na serikali ya kinazi ya Ujerumani. Kwa hiyo baadhi ya nchi zinasherekea. Ndio anaona hii sherehe ina tofauti ya siku, wengine wanaanza tarehe nane tisa na kumi ni kila nchi imekuwa na tofauti tofauti mm. Lakini ndani ya mwezi huo, ndani ya hizi hizi siku mm. wote wanasherekea siku, inasherekewa urusi peke yake, inasherekewa hata kwenye nchi zingine mm. Sasa anachokisema Urusi ni sahihi, lakini tunarudi pale pale tu kuwa kwa tunasitisha kwa sababu gani? Kwa sababu, hapa kumekuwa na maombi ya usitishaji yanafika zaidi ya ishirini ambayo yote yamefeli. Ombi la mwisho lilikuwa juzi kwenye sikukuu ya ilikuwa nini, Pasaka? mm. Siku moja ndani ya 24 hours walishindwa wote usitishaji, na hiyo urusi alisimamisha kwa sababu yana waumini wengi wa Kiorthodox, kwa wengi wanasherekea Pasaka, kwa hiyo wakati tunasherekea Pasaka ah, tusipigane kwa sababu watu wangu wana... Yani ni kama Urusi anamchukulia Ukraini kama mdoli yani kuwa tunaweza tukakupeleka tunavyotaka sisi mm-hmm. Yani sisi tunachokitaka kitakuwa hivi ya track, ndio maana Ukraini kuna wakati wanataka kuonyesha kuwa sisi ni nchi, hatuwezi kukubaliana na hilo unalolitaka wewe, lakini mbona ya kwetu unayakataa Yaani sisi ya kwako unayataka tufanye, maanake kama unataka tufanye wote, kuwa hata zikitokea upande wetu na sisi upande wetu uheshimu. Kama huwezi kuheshimu upande wetu, na sisi hatuwezi kuheshimu upande wako, ndio kinachotokea mm. Kwa nini pande zote mbili uh, zinaonekana kuonyesha kuchoka na vita hivi, lakini bado hawako tayari kusitisha mapigano kabisa? Tatizo unaliona liko wapi, rafiki? matatizo ni mengi, matatizo ni mengi kwenye hili, na kumekuwa na msuguano ambao haumaliziki moja kwa moja, nadhani Uh, ramani ya usitishaji iliwekwa ili, ili na ikavurugwa. Yani naweza kusema utawala wa Trump umekuja kubadili kila kitu, kwa sababu kutoka kwa Joe Biden ambaye yeye Marekani ilikuwa Ukraine, kuja kwa Trump ambaye Marekani imekuwa Urusi, tayari hapa wamebadili, yani kuna vitu vimebadilika. Marekani imekwenda nyuma ya Urusi, inampa Urusi kila anachokitaka halafu inamtoa Ukrain, inamnyima kila ambacho anakitaka. Wakati wa utawala wa Biden ulikuwa unampa Ukrain kila anachokitaka, halafu aukumpa Urusi kile anachokitaka, maanake kuwa umalizaji wa vita wa aina yoyote hapa hautokuwa wa moja kwa moja. Yani, hautokuwa endelevu, kwa sababu ni lazima mmoja anyongwe hapa ili tuweze kumaliza, ima Ukrain apoteze au Urusi apoteze. Sasa kwa dalili nyingi kuwa kwa hii serikali ya Trump ambacho ambaye atapoteza zaidi ni nani? Ukraini. Ni Ukraini. Ukraini kaishapoteza, al, kwa sababu kwenye masharti ya Ukraini kwanza ya awali kuwa siwezi kusitisha, kwanza Urusi aondoke kabisa kwenye ardhi yangu asilimia ishirini anayoikalia, hilo kalinyamazia kuwa kakubali. Yani Ukraini kakubali kupoteza asilimia ishirini Katikati ya asilimia ishirini Urusi anasema Krimia ni yangu, Marekani anakubali anasema tutampa na Krimia ya kwake kitu, kitu ambacho hakikuwa kabisa kwenye mazungumzo yoyote. Unaona sasa hata upande wa Ulaya sasa wanarudi upande wa Ukrain nah, na haiwezekani na Krimia kuipoteza ambayo Urusi anaikalia toka mwaka elfu mbili kumi na nne. Katika hili Urusi anasema kuwa hatuhitaji vyovyote msaada wa kijeshi kuingia kwa Ukrain, nje ya msaada wa kijeshi wa Ukrain. Urusi anasema tunataka jeshi la Ukrain lipunguzwe ukubwa wake, hatutaki kuwepo na buffer zone wala vikosi vyovyote vya kigeni kuwa hapa, hatutaki Ukrain ajiunge na Neto katika kipindi chote Umeona hayo maswala yanavyokuwa hmm, ni magumu. Kwa hiyo kuna maswala mengi ambayo anayataka, lakini haya yote ni maombi ya Urusi ambayo kwenye meza ya Marekani yote yamekubaliwa, lakini kwa yale ambayo anayataka Ukraine hayakubaliki kwa upande wa pili. Sasa angalia ugumu wake sasa unavyokuja. Ni juzi Marekani na Ukraine wametangaza makubaliano ya, ku, ya, ku, ya madini ambayo mkataba umesainiwa. Marekani moja kwa moja tayari amesha saini mkataba na Ukraine. Ndani ya vifungu kuna vifungu, kifungu ambacho kinasema kuwa sasa hivi Ukraine haiwezi ikapokea msaada wa Marekani kama msaada, itapokea kama vile biashara ambapo itakatiwa katika biashara wanaoifanya ya madini mm, mm, kwa hiyo unarudi palepale kuwa dai la Urusi kuwa Ukraine asipewe silaha halipo. Ukraine mm. ataendelea kupokea msaada wa kijeshi kutoka kwa Marekani mm. ugumu mwingine yani ni kama vile kifungu ambacho kilikuwa ni mtego kwa, kwa utawala wa Trump. Sasa hili Ukraine anamrushia Marekani, malizana na Urusi mimi nimeka, halafu katika makubaliano haya ambayo Ukraine amesaini, asilimia 40 ya madini ambayo yanatakiwa yachimbwe, asilimia 40 yako eneo ambalo Urusi analikalia kwa sasa. Asilimia 40, yani eneo ambalo Urusi anakaa kwa sasa, ndio yaliopo madini hayo. Kwa hiyo Marekani ili ayachimbe hayo madini ni lazima awasiliane na Urusi mm -hmm. Sasa Urusi yuko tayari kuachia hiyo ardhi, ni kama vile Ukraine ka saini makubaliano ya kuwatega Marekani na Urusi kuwa mm. Malizaneni wenyewe mm. Hatuone mtaishia wapi mm. Lakini wakati huo, kuna kifungu ambacho Marekani anatakiwa akitekeleze kwenye mkataba, kuwa hiki kifungu lazima utekeleze, kwa sababu lazima unipe silaha. Wakati huo Urusi anamwambia Marekani kuwa hatutaki msaada wowote wa kijeshi uende kwa Ukraini kwenye hayo. Kwa hiyo unaona kama vile up and down, yani Trump ana dili na vitu asivyovielewa. Ukitazama mgogoro huu wa Urusi na Ukraini, Trump anasuluhisha kibiashara zaidi, haelewi matatizo yaliyomo. Ukitazama mgogoro wa Iran na Marekani kuhusu nyuklia, Trump yupo na haelewi, anachokifata nini? Yani waliopo pembeni wanaelewa zaidi na wanampeleka tu, fanya hivi, fanya hivi. Ukiangalia yeye anachokizungumza ni vitu ambavyo haelewi kabisa anakwenda kufanya nini. Ndio hayo matokeo Ravi. kuna madai kuwa Zelensky ametishia kuilenga kulenga haya maadhimisho ya Urusi ya Moscow. Je, yeah, hili litaongeza hatari ya kuzuka kwa hatua kali zaidi kutoka kwa Urusi kabisa. Urusi walishasema kuwa ikiwa watayavuruga basi, wao watajibu mara mbili zaidi, na anajua kuwa atafanya nini, kwa sababu Urusi anaweza kufikia popote ndani ya, na, ndani ya Ukraini, lakini itakuwa si jipya sana. Huyu Zelenski anachokifanya ni kuwa, uh, ni kama vile ku, kukunyima ile amani yani kuwa tunakunyima ile amani ya kile ambacho nakitaka. Lakini nimemsikia alikuwa Prague na amekwenda na, jana anazungumza, anasema kuwa wangekuwa na nia ya utekelezaji, swala la siku tatu sio kubwa, tungeweza kulitekeleza, lakini wao sio watu wenye kuaminika kwa hilo. Je, baada ya siku tatu warudi kutushambulia kwa kasi? Kwa hiyo kuwa, kwa hiyo hilo wanajiuliza kuwa kwa nini wasiende kwenye utekelezaji wa moja kwa moja. Mm. Amezungumza maana yake kuwa ni kama yuko 50 50 anaweza kuwa asishambulie kwa sababu bado kuna wageni ambao watakwenda pale, anawaheshimu kuna wageni ambao wa nchi ambazo zinakwenda bado, ana uhusiano nazo, anaweza asishambulie, lakini anawapa kama ile indhari tahadhari, kuwa tunaweza tukawashambulia katika ile kufanya nini, usifanye sherehe yao iwe nzuri, yani usiwape furaha mm, wanaoitaka. Kwa hiyo kuwa vuruga, mm, kwa akili tu, lakini pia unaweza usishambulie, naweza kaa siku tatu asishambulie. Kuhudhuria kwa viongozi wa mataifa zaidi ya ishirini ikiwemo rais wa China Xi Jinping, ni ishara gani inatuma kwa mgogoro huu? Hakuna kilichobadilika sana kwa sababu Xi Jinping tangu mwanzo wa vita na washirika wake wengine, yani mashariki ni mashariki, magharibi ni magharibi, imebaki vilevile vile. kuwa viongozi ambao wanaunga mkono Ukraine wameonekana wanaunga Ukraine, na wale ambao wameonekana moja kwa moja wanaunga mkono Urusi, hata walio ndani ya EU wakiwemo kina Viktor Orban, waziri mkuu wa Hungary, lakini ameonekana waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico ambao wanaunga mkono moja kwa moja lakini tunaona Romania pia, uchaguzi ambao ulikuwa umefanyika na umefanyiwa marejeo, ambaye anashinda ni upande wa Urusi, haijabadilika chochote. Xi Jinping ameonekana kuanzia mwanzo, yeye yuko upande wa Urusi, licha ya kuwa anakuambia yeye ni neutral, ambaye kwa hayuko upande wote, lakini kiuhalisia kwa kile tunachokiona ni tofauti mm-hmm. yeye yuko upande wa, wa Urusi, haijabadilisha chochote. Hata aina ya viongozi hawajabadilika, wanaunga mkono huu, kilichobadilika ni sera ya Marekani pekee kati ya Urusi na Ukraini, lakini wengine wote wamebaki vilevile. Kwa mtazamo wako, suluhu ya kudumu inaweza kupatikana vipi katika hali hii ambapo kila upande unajifanya uko tayari kwa amani, lakini matendo hayaendani na kauli? Ni ya muda, inaweza kupatikana ambayo itasimamiwa na Marekani hivi sasa, ya muda, lakini kama kutakuwa na mabadiliko ya uongozi Marekani kutoka Republic, kuja Demokrat, tunaweza tukashuhudia tuka mgogoro mpya tena ukazaliwa, kwa sababu hata umalizaji wa vita wa hivi sasa wa Marekani ambao unasimamiwa na Trump haujawapa Ukraini kile walichostahili isipokuwa ume, umetumia nguvu kuwadhulumu na kumpa Urusi kila kitu. Sasa hili linakuwa kama ni akiba, watu wanaliweka pembeni. Rudi nyuma kwenye mgogoro wa Armenia na Azerbaijan mwanzo wa miaka ya tisini. Armenia na Azerbaijan, baada ya vita yao, Armenia alikubali, kupo, alikubali kupoteza Azerbaijan kwa Armenia hmm. lakini baada ya miaka thelathini wamerudi kuchukua eneo lao, na Armenia wamemwondoa kwenye ile na eneo lote Nagorno Karabakh na, na, na, na na kuondoa watu laki moja walikuwa pale, wamerudi kuchukua eneo lao, lakini wakati ule ilionekana kuwa yamekwisha. Kwa hiyo hata hapa itabaki vile vile, kwa kuwa Ukraine hawawezi kusahau kuwa Crimea ni yao, Ukraine hawawezi kusahau kuwa Donbas ni yao. Kwa hiyo watajipanga tu, hata mwaka gani tutakuja kurudi, na vizazi na vizazi watakuja kukumbuka hili ni eneo letu, hiyo itakuja kurudi hivyo. Rahbi, kwa nukta hii tunakushukuru sana, tutakualika tena hapo baadaye. Leo tuna muda na wewe, na watu wana mambo mengi wanataka kuyajua, miongoni mwao ni lile la Wahuthi kupiga kule Israeli.